Uh, hii dawa ambayo unaiona kwenye haya makopo hapa, haya ni majani ya mpapai. Tumeandaa majani ya mpapai tunawapa kuku wetu. Unaweza ukawa ni miongoni mwa wafugaji ambao au watu ambao wanajiuliza sana kwamba kwa nini tunawapa kuku majani ya mpapai, yana kazi gani kwa kuku, kwa kuku. Labda pia unaweza ukawa hujui faida za haya majani ya mpapai. Sasa leo hii kwenye hii video ninakwenda kukuambia faida, hapa nitakupatia faida tano tu za majani ya mpapai kwa kuku, lakini pia papai huwa yanatibu. Kwanza, kabla ya yote nitakuelekeza namna ambavyo unaweza ukayaandaa haya majani ya mpapai kwa ajili ya kuwapatia kuku wako. Uh, kwanza kabisa ni kukumbushe sisi KingoFarm tunafuga kuku kwa njia za asili. Hawa kuku wa kisasa hawa tunawafuga kwa njia za asili, tunawalea tokea wakiwa vifaranga wadogo mpaka wanakuwa wakubwa, bila ya kutumia kemikali za viwandani wala madawa ya viwandani. Uh, kujiunga na sisi tunalo kundi pia ambalo tunaelekeza vizuri zaidi eh, namna ambavyo tunafuga. Unaweza ukajiunga na sisi kwa kututafuta kwenye namba ya simu ambayo ipo hapo. Ada yetu ni shilingi elfu nane. Hii ni ada ya muda wa miezi miwili. Utajifunza namna ambavyo unaweza ukafuga eh, kuku bila ya kutumia kemikali yoyote ile. Uh, yani kwetu sisi tunatumia vitu vya asili kama hapo ambavyo unaona kwenye meza yetu. Kuna hayo majani ya aloe vera, kuna maganda ya ndizi, kuna hayo mabaki ya cabbage Mugina, zote hizo ni, ni vitamini, ni booster. Tutakuelekeza namna ambavyo tunatumia hivyo hapo. Apo ni vitamini zuri kabisa kule, hivi vitu tunavitumia kule. Sisi bila ya kutumia simuja, muna, kemikali hizi za viwandani ambazo uh, zinaweza zikawafanya kuku wako kapote Radha. Hii inatumika kwa kuku wote wawe e, wa kienyeji wawe chotara wawe broiler, wawe wa mayai tunazitumia hizi sambamba. Na hivyo tumeandika vitabu kama vile Safari ya Ufugaji, lakini pia kuna hiki kitabu kitakuelekeza jinsi ya kutengeneza hizi tiba tiba za asili uh, lakini pia tuna vitabu jumla ya vitabu vitano. Mpaka sasa hivi tumeandika vitabu vitano kwa weredi mkubwa sana kwa vitendo zaidi kitu kizuri KingoFarm bwana sisi tuna shamba pia tunafuga kuku wa aina zote tunatumia hizi tiba zikitibu vizuri basi tunakuja kuziandika kwenye kitabu pia tunawaelekeza watu ambao wapo kwenye kundi kujiunga na kundi letu bwana ni ada yake ni elfu nane nimeshawaambia lakini hivi vitabu kitabu kimoja hapo kinauzwa shilingi elfu kumi ukitaka kupata hichi kitabu ni vema ukatutafuta kwanza E, ukaomba ushauri, tutakushauri kitabu gani kinakufaa. Unaweza ukapata hata vitabu vitatu. Kwa mfano, nafuga kuku wa kienyeji hicho kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji kinakufaa kitabu cha mwongozo maalum wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili kinakufaa na hicho kitabu cha tiba za asili pia kinakufaa kwa hiyo kitabu kimoja ni shilingi elfu kumi ukitaka vitabu vitatu ni shilingi elfu thelathini tutafute e, sisi ili uweze kunufaika zaidi na kupunguza gharama kwenye ufugaji Uh, namna ya kuandaa, chukua majani kama haya hapa, yaoshe vizuri sana, kisha umechuma kwenye mpapai ambao umekomaa vizuri, lakini asiyo ya yale amekauka. Utayakatakata kidogo kidogo, haya madude ya nyuma kama haya hapa utayatoa, utayatupa, utatwanga au unaweza uka brendi, hayo majani, wastani wa majani matatu ya size kama hiyo hapo, kisha Utatengeneza juisi utaweka kwenye maji lita kumi. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukatengeneza huu mchanganyo, na kitu kingine ambacho naweza nikakushauri ili ifanye kazi vizuri, unaweza ukaongeza kitunguu saumu kimoja na tangawizi moja. Aa, ni kutajie baadhi ya faida ya Uh, haya majani ya mpapai kwanza kabisa, majani ya mpapai ni vitamin. Uh, tunapozungumzia vitamin, tunazungumzia booster ambayo kwanza inawakinga kuku na magonjwa ili kuku asiweze kupata magonjwa kiurahisi. Na jambo la pili, tunapozungumzia vitamin tunazungumzia uh, kama kuku wana stress, ukiwapa majani ya mpapai basi wanaweza wakaondokana na ile stress, na stress inaweza ikawa na madhara moja kwa moja kama vile kumfanya kuku asikue kwa haraka lakini pia kumfanya kuku asiweze kutaga vizuri, lakini pia kuto ku e, wafanya vifaranga wa, wadogo wafikie uzito sahihi. Vifaranga wa wiki moja kuna uzito ambao inatakiwa wawe nao, wa wiki mbili kuna uzito ambao inatakiwa wawe nao. E, kama hutompa vitamini basi atakosa vitu kama hivi. Kwa hiyo vitamini pia inapatikana kwenye majani ya mpapai. Uh, jambo jingine ambalo ni faida ya majani ya papai, yanatibu vizuri kabisa ugonjwa wa gumboro. Kama tunavyojua ugonjwa wa gumboro ni ugonjwa ambao unawashambulia kuku na hauna tiba ya viwandani, ndio maana kuna chanjo ya gumboro. Chanjo manake E, kukinga magonjwa yale ya virusi ambayo huwa hayaponi, lakini ukitumia haya majani ya mpapai kuku wako wanapona gumboro vizuri kabisa. Na moja dalili ya gumboro, utakuta kuku wako wanahara muharo mweupe, hiyo ni dalili ya gumboro. Aa, na huu ugonjwa mara nyingi sana huwa unasababishwa na uchafu wa banda au kama mvua imenyesha imeingia bandani, e, kukawa kuna unyevu unyevu, basi kuku wa kila ule unyevunyevu au vile vinyesi vyao huwa wanapata huu ugonjwa una, na huwa unaaza kwa muharo wa kahawia, unakuta kuku wako wanahara mwaro wa kawia, baadaye inageuka inakuwa ni rangi nyekundu kama damu vile. Kwa hiyo kitu ambacho utakifanya cha kwanza utasafisha vizuri kabisa banda lako, kisha utatengeneza huu mchanganyo ambao nimekuelekeza huu wa majani ya mpapai. Kuku wako watapona ndani ya muda mfupi sana, ndani ya muda mfupi sana, na kama utaweza kuongeza eh, jagi moja la majani ya mwarobaini basi, utakuwa umewasaidia pia kuku wako kupona kwa haraka zaidi. Kwa hiyo unatibu huo ugonjwa vizuri kabisa, kokidiosis, muharo wa damu bila wasiwasi wasi. Hata sisi hapa ulivyokuwa umeona tumetengeneza hivi hapo, tuliongeza na eh, huu mwarobaini. Eh, huu sio mwarobaini samani, tulioongeza na haya majani ya alovela humo, tulikuwa tunakwenda kutibu ugonjwa wa muharo wa damu e, kuku wetu walikuwa wana hara damu. Ngoja nitakuja nikuonyeshe hapa mbele, jinsi ambavyo tulitumia hii tiba. Hapa tulikuwa tumewawekea hawa kuku wa nje ambao wanatembea huku nje, lakini humbandani Kulikuwa kuna kizaazaa, hawa kuku walikuwa wanahara damu vibaya mno. Kama unaona humo, kuna hayo maji, tumeweka hiyo dawa humo, kuna baadhi ye, unaona huo mwaro wa damu huo hapo. Kuna baadhi ya sehemu tulikuwa tumemwagia jivu e, ukiona sehemu kuna damu afu bado unatibu mwagia majivu mle kwenye zile damu zile, ili kuku wako wasiweze kupata tena vile vimelea. Hawa kuku walipona huu ugonjwa ndani ya siku mbili, walipona vizuri kabisa kwa kutumia hii dawa tu. Huu muharo kama unaona mwekundu kabisa, kama vile mtu amejikata vile, damu inamwagika, lakini walipona kwa kutumia hii dawa ya eh, huu mchanganyo wa Eh, huu mchanganyo wa majani ya mpapai tuliweka umo, alovela tuliweka umo, tangawizi na kitunguu saumu. Kuna michanganyo mingi sana. Ukiwa kwenye kundi letu la ufugaji, utajifunza namna ambavyo tulikuwa tumeandaa huu mchanganyo. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo unaweza ukatibu huu ugonjwa. E, kiurahisi sana kwa kutumia majani ya mpapai. Yana faida nyingi sana. Ukijiunga na kundi letu utajifunza vitu vingi pia vinavyohusiana na namna ya matibabu, sio tu majani ya mpapai. Jamani, asanteni na kwaherini, leo ninaishia hapa. Kama una shida na vitabu au kujiunga na kundi, namba yetu hiyo hapo, unaweza ukatupigia muda wote, sisi tunapatikana.